Ya, leo nimerudisha fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wana CCM wa Mwanga ili niendelee kuna kiti changu cha ubunge wa Jimbo la Mwanga ambacho alinikabidhi mwaka 2020. Katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita ambacho mimi nilikuwa mbunge wa Jimbo la Mwanga nimeshuhudia serikali yetu ya CCM chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluh Hassan ikiungana na dunia katika kufanya mambo makubwa dunia sasa hivi haiangalii tena mambo madogo madogo kwa sababu ya sayansi na teknolojia na mahitaji makubwa. Kwa hiyo nchi yetu pia imeingia katika mchakato huo wa kufanya miradi mikubwa ambayo nyote mnaifahamu, sina sababu ya kuirudia hapa. Sasa na sisi Mwanga tuliungana na Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya mambo makubwa katika jimbo letu la Mwanga, ndio maana tulikamilisha ile master plan ya mji wa Mwanga. Leo hii tuna hospitali ya wilaya hapa katikati ya mji ya mji tuna VETA, tuna barabara mpya inaitwa CD ya bypass. Tuna jengo la halmashauri. Tuko kwenye hatua za mbali za mchakato wa, wa, wa stendi mpya. Tumekamilisha eh, mradi ule wa maji wa Same Mwanga Korogwe. Watu wa Mwanga sasa wanakunywa maji safi na baridi. Tumeongeza mifumo ya kidato cha tano katika eh, shule zetu takribani sita. Eh, tumejenga shule mpya katika zile kata ambazo zilikuwa hazina shule tumepandisha hadhi chuo cha ustawi wa jamii kuwa chuo kikuu, tumefungua lango na kaskazini la hifadhi ya Mkomazi. Kwa hiyo sasa Mwanga tunafaidia matunda ya ya hifadhi ya Mkomazi. Tumejenga mabweni mengi ili kufanya kuboresha elimu yetu iweze kwenda juu, lakini pia kiuchumi tumetekeleza miradi ya umwagiliaji ya zaidi ya bilioni ishirini katika maeneo ya kitongo ya kigonigoni eh, hapa kivulini Kiria na bado iko miradi mingine inakuja sasa. Aliyetuletea miradi hiyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kura nyingi sana tunaziomba kwake, lakini niliyeiomba na kuisimamia hapa Mwanga ni mimi Joseph Tadayo, ambayo leo nimerudisha fomu. Nina imani kabisa kwamba wana CCM na wana Mwanga wanahitaji mbunge ambaye atawafanyia kazi kubwa ambaye ataendana na kasi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi nimeshaanza hiyo kazi na ninaendelea nayo. Naamini na ninaomba na Mwenyezi Mungu awajalie wana sisi wa Mwanga waone haya yaliyofanyika, wanipe ridhaa niendelee na kazi, ili Mwanga wetu ibadilike kama ambavyo ilikuwa imewekwa misingi na ndoto za baba yetu wa Mwanga, mzee Cleopa David Msuya alizokuwa nazo, tuzikamilishe. Mwanga isonge.